Kuliweka vichwani mwenu wakati mnakwenda nyumbani kwenu. Nani kawazuia CCM wasilete maendeleo wakati wao ndio wako madarakani? Swali hili ni muhimu sana kabla ya kwenda kupiga kura. Kwa hiyo, mimi nimekuja kuahidi, endapo mta wakulima wanakwenda kuuza mazao yao katika soko lenye faida kuliko soko wanalopangiwa na serikali ambalo linakwenda kuwanyonya na kusababisha umasikini wao. Hii linakwenda kulisimamia, ndugu zangu wa Sengerema. Kwa hiyo kama mnataka bei nzuri za mazao, nendeni mkanipigie kura niwe rais, Twende tukasimamie biashara ya mazao yenu. Hili la kwanza, lakini la pili, barabara zenu ni mbovu, maji ni sida. Haingii akilini taifa lenye rasilimali za kutosha, tuna dhahabu, tuna tanzanite, tuna almasi, bado taifa la Tanzania linaishi watu masikini wa kutupwa, linaishi watu ambao wanakosa huduma za afya, linaishi watu ambao wanakosa maji safi na salama. Kwangu mimi, nasema hii ni aibu kubwa. Naomba mnipigie kura niwe rais, niende nikasimamie swala la maji safi na salama katika mji wenu wa Sengerema. Nichagueni niwe rais, twende tukasimamie miundombinu ya barabara zenu. Nichagueni niwe Rais niende nikasimamie masuala ya afya katika wilaya yenu ya Sengerema. Ndugu zangu, CCM hawana uwezo tena, wametoka.